kutokana na utata uliozuka kwenye maisha yake mpaka hivi sasa imekuwa ni ngumu sana kwa watu kuamini kwamba msanii wao kipenzi Juice WRLD amefariki dunia kuna mambo mengi sana ambayo yatakushangaza sana kuhusu maisha ya huyu msanii kama unajiuliza ni nini kilichomkuta msanii huyu ni lazima uanze mwanzo kabisa wa maisha yake ili uweze kujua ni nini cha ajabu ambacho kilipelekea watu kukataa kuamini kama msanii huyu amefariki dunia. Jarad Anthony Higgins maarufu kama Juice WRLD alizaliwa katika mji wa Chicago, Illinois, na alilelewa maeneo ya Homewood Flossmoor. Wazazi wake waliachana alipokuwa na umri wa miaka mitatu na kupelekea kulelewa na mama yake Carmela Wallace pamoja na kaka yake mkubwa. Baba yake alifariki Juni mwaka elfu mbili na kumi na tisa, hii ni miezi michache kabla ya kifo cha Juice Wrld. Mama yake alikuwa ni mtu wa dini sana aliyezingatia maadili mpaka kupelekea kuweka sheria nyumbani kwake ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku mziki wa hip hop. Juice Wrld alipata ruhusa ya kusikiliza mziki wa rock pamoja na mziki wa pop. Toka alipokuwa mdogo, Juice Wrld alianza kuonyesha vipaji vya mziki kwa mama yake na mama yake aliweza kumpeleka shule ya mziki toka alipokuwa na miaka minne. Alianza kujifunza piano. Baadaye akajifunza gitaa, akajifunza ngoma na baadaye akajifunza kupiga matarumbeta kipindi alipokuwa shule. Licha ya kuanza kuwafurahisha watu akiwa mdogo, lakini maisha yake yalikuwa na maumivu makubwa sana, na kitendo hicho kilipelekea kuanza kutumia madawa ya kulevya katika umri mdogo sana. Alianza kutumia kilevi kinachofahamika kama lean au mchanganyiko wa codeine pamoja na soda. Akiwa darasa la sita alianza kutumia pacoset pamoja na Zenex. Mnamo mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu pia alianza kuvuta sigara, lakini aliweza kuacha akiwa sekondari kutokana na matatizo ya kiafya. Alisoma katika shule ya Homewood Flosmo High School na kuhitimu mwaka elfu mbili na kumi na saba. Alianza kurekodi nyimbo kwa kutumia simu yake na kuzipandisha kwenye sound cloud. Jarad alianza kurekodi mziki toka mwaka elfu mbili na kumi na tano huku akitumia jina la Juice World Kid. Aliachia nyimbo yake ya kwanza Forever kwenye SoundCloud na baadaye alibadilisha jina lake na kujiita Juice Wrld. Hii ni baada ya kuangalia filamu ya Juice ambayo ilitoka mwaka elfu moja mia tisa na tisini na mbili filamu ambayo ilichezwa na Tupac Omar Shakur. Alirekodi nyimbo nyingi sana kwa kutumia simu yake. Hii ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na saba lakini kipindi hicho alishirikiana na wasanii wenzake ambao walikuwa wanatoka katika shule moja. Msanii wa kwanza alikuwa anafahamika kama DT na mwingine alikuwa anafahamika kama Nick Mira, na kuweza kuachia EP yake ya kwanza ambayo aliita mia tisa tisini na tisa na aliweza kuiachia hii Juni 15 mwaka wa elfu mbili na kumi na saba na, na kipindi hiki ndipo nyimbo ya Lucid Dreams ilipofanikiwa kupenya katika soko la mziki na kuanza kuvuma sana. Mwaka elfu mbili na kumi na nane ulikuwa ndio mwaka wa mafanikio makubwa sana kwake baada ya nyimbo yake ya All Girls Are The Same pamoja na Lucid Dream kupata umaarufu mkubwa sana, na baada ya kuachia video yake hii ya Lucid Dream ilipelekea nyimbo hii kupata umaarufu zaidi na kuweza kuingia kwenye Billboard Hot 100 na kupata zaidi ya viewers bilioni moja kwenye mtandao wa Spotify na kumwezesha kuingia mkataba wa dola milioni milioni tatu na kampuni ya Interscope Record pamoja na Grade A Production. Aliweza kuachia albamu yake ya kwanza ambayo aliita Goodbye and Good Riddance, hii ilikuwa ni mwaka 2018 album albamu ambayo ilishika chati kwenye Billboard 200 na kushika namba 4, lakini pia ilifuatiwa na EP nyingine ambayo aliita Too soon. Hii aliweza kuiachia mwaka elfu mbili na kumi na nane album albamu hii aliiachia kwa ajili ya kuwaenzi marafiki zake waliofariki Lil Peep pamoja na na XXXTentacion. Mnamo elfu mbili na kumi na tisa alitoa albamu nyingine ambayo ilifahamika kama Death Race for Love ambayo ilishika namba moja kwenye Billboard ya 200, nyimbo kama Robbery na Hear Me Calling zikifanya vizuri sana. Mpaka kipindi hiki alikuwa tayari ameshakuwa msanii mkubwa ambaye alikuwa anapendwa sana na mashabiki zake, hasa kwa staili yake ya kurekodi nyimbo zake, kwa sababu iliaminika kwamba anatumia freestyle kurekodi nyimbo zake zote. Kitendo hicho kilipelekea kumfanya aonekane ni moja ya wasanii ambao wana staili ya tofauti kabisa. Nyimbo zake nyingi zilipendwa kutokana na ujumbe ambao ulikuwa unagusa maisha ya vijana wengi. Alikuwa anazungumzia sana maisha yake ya madawa ya kulevya pamoja na maumivu makali ambayo alikuwa akiyapitia kutokana na madawa hayo. Licha ya kuzungumzia changamoto ambazo alikuwa anazipitia, alizungumzia pia upande wa pili wa tasnia ya mziki ambayo wasanii wengi wamekuwa wakiuficha. Kutokana na changamoto ambazo amekuwa akizipitia, rafiki zake walianza kufanya mpango wa kutaka kumpeleka kwa ajili ya kupata matibabu. Alikuwa anasisitiza kwamba kuna maumivu ambayo amekuwa akiyapitia ambayo yamesababisha na umaarufu alionao, na njia pekee ya kupona maumivu hayo ilikuwa ni kutumia madawa hayo. Kwa hiyo madawa ilikuwa ni kitu pekee ambacho kinamfanya awe msanii ambaye tunamjua hivi sasa. Kwa hiyo kadri umaarufu ulivyokuwa unazidi kuwa una mkubwa, na matatizo ya matumizi ya madawa ya kulevya yalizidi pia kuwa makubwa zaidi. Juice WRLD alifahamu hatari ambayo ilikuwa inaenda kumkuta, kwa sababu alitabiri katika nyimbo zake kadhaa kwamba maisha yake yatakuwa mafupi. Ukisikiliza nyimbo yake ya Legends, aliweza kuzungumzia kwamba wasanii wengi wamekuwa wakipoteza maisha huku akiwa na miaka ishirini na saba lakini aliweza kusema wasanii wengi pamoja na yeye itakuwa ngumu sana kuweza kuvusha miaka ishirini na moja na kipindi hiki alikuwa ana miaka ishirini na moja Aliamini kwamba hataweza kuvuka miaka ishirini na moja kutokana na matatizo ambayo alikuwa nayo, huku watu wakichukulia kama ilikuwa ni utani. Lakini kuna wengine waliamini kwamba huenda kuna kafara ambazo aliweza kuzifanya, kafara ambazo zilimpelekea apate umaarufu, umaarufu ambao ulihitaji aweze kupoteza maisha akiwa na miaka ishirini na moja. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinazungumzwa, lakini watu walikuwa hawavitilii maanani. Lakini baada ya kufariki dunia, nyimbo zake zilianza kuibuka na ujumbe mkubwa sana ambao mashabiki zake walikuwa wanaupuuzia walianza kuutilia maanani. Katika wiki ya mwisho, Juice Wrld alikuwa na furaha sana, kwa sababu alikuwa kwenye kilele cha mafanikio yake. Alinunua nyumba huko Los Angeles, alirekodi nyimbo pamoja na Ben Blancona na kuanza mipango ya kurekodi filamu itakayohusu maisha yake. Walizungumzia pia kuhusiana na future yake pamoja na marafiki zake na kukubaliana kwamba ni kipindi cha kwenda rehabu kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini siku ya tarehe nane mwezi wa kumi na mbili mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa Juice Wrld alipanda ndege kutoka Los Angeles na kuelekea Chicago kwa ajili ya kusherekea siku yake ya kuzaliwa. Aliposhuka kwenye uwanja wa ndege, uwanja wa Midway International Airport ambayo iko huko Chicago, polisi tayari walikuwa uwanjani hapo wakiwa wanamsubiri, baada ya kupokea taarifa ya kuwepo kwa madawa ya kulevya pamoja na silaha kwenye ndege hiyo. Baada ya Juice Wrld kugundua hatari ambayo inawakabili, aliamua kuchukua vidonge kadhaa vya madawa ya kulevya na kuvinywa ili kuweza kuvificha vidonge hivyo visiweze kugundulika na polisi. Lakini muda mchache baadaye, baada ya polisi kuingia na kuanza kukagua, Juice Wrld alianza kutetemeka kama mtu ambaye amepandwa na degedege. Polisi walimpa madawa ya kupunguza sumu baada ya kugundua kwamba kuna madawa ambayo aliyameza kwa ajili ya kuyaficha, lakini njia ya kumwokoa ilishindikana na kuamua kumkimbiza kwenye hospitali ya Advocate Christ Medical Center, na baadaye akatangazwa kwamba amefariki dunia. Kwa hiyo baadaye uchunguzi wa maiti ulithibitisha kwamba kifo chake ki, kilitokana na kiwango kikubwa sana cha oxycodone na codeine katika sumu ya mwili wake. Mazishi yake yalifanyika Desemba 13, mwaka wa elfu mbili aliweza kuzikwa kwenye makaburi ya Beverly Cemetery, Blue Island. Mashabiki zake wengi pamoja na marafiki zake kama Ski Mask, the Slam Dog na Young Thug waliweza kuhudhuria pia kwenye mazishi ya Juice WRLD. Kwa hiyo mazishi yake yalienda vizuri na kuzikwa kwa heshima zote. Baada ya kifo chake, conspiracy nyingi zilianza kuibuka kwenye mitandao ya kijamii, na moja ya conspiracy ambazo zilivuma sana ilikuwa ni pamoja na TikTok trend au trend ya TikTok ambayo ilikuwa inahusisha nyimbo ya Lucid Dream, nyimbo ambayo ilikuwa inawaonyesha mashabiki zake wakiwa wanajifanyisha kama wanasizi au kama wanadegedege. Trendi hiyo iliweza kuvuma sana kwenye mitandao ya TikTok, lakini kitendo cha Juice Wrld kufariki huku akiwa na degedege ilipelekea watu kuamini kwamba ile trendi ilikuwa ni utabiri wa kifo chake au jinsi atakavyokufa. Lakini pia Juice Wrld alifariki akiwa na miaka ishirini na moja na kwenye nyimbo yake ya Legend ambayo ilikuwa na dedication kwa wanaye ilikuwa ni expectation na Lil Peep. Kuna idea ambayo aliizungumzia kwenye nyimbo hiyo na kusema kwamba vijana ambao wamefanikiwa wanafariki wakiwa na miaka ishirini na saba lakini kuna mstari ambao aliuongezea mbele na kusema kwamba ni nini miaka ishirini na saba wakati watu wanafariki wakiwa na miaka ishirini na moja na yeye pia akafariki pia akiwa na miaka ishirini na moja Kwa hiyo watu waliamini kwamba kuna jinsi ambavyo alikuwa anajua ni nini ambacho kitamtokea ndani ya miaka hiyo ishirini na moja pamoja na marafiki zake wengine ambao walifariki ndani miaka hiyo ishirini na moja. Kwa hiyo inaonekana kama kuna cult fulani au kuna ibada fulani ambazo zilikuwa zinahusisha vijana ambao walikuwa na miaka ishirini na saba na vijana ambao walikuwa na miaka ishirini na moja kuja ye, na yeye akafariki akiwa na umri huo, lakini kwenye nyimbo yake ya All Girls Are the Same kuna mstari ambao alisema anajiona yeye kama John Lennon, na John Lennon alifariki tarehe nane mwezi wa kumi na mbili mwaka wa 1980 na Juice WRLD alifariki tarehe hiyo hiyo nane mwezi wa kumi na mbili kitendo ambacho kilifanya watu waone kama ali ametoa utabiri mwingine ambao ulikuwa sio wa kawaida. Kwa hiyo kwenye moja ya twiti zake aliweza kusema kwamba ndoto zake ni kuwa maarufu na kufanikiwa kwa haraka na baadaye afeki kifo chake ili aweze kupotea kwenye ramani ya mziki. Kwa hiyo baadhi ya watu walianza kuhoji kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kutabiri kifo chake kwa usahihi kiasi hicho, labda alikuwa amepanga kuwadanganya mashabiki zake na kuhisi kwamba huenda bado yuko hai. Kwa hiyo mpaka hivi sasa kuna baadhi ya mashabiki wanaamini kwamba yuko hai lakini kuna baadhi ya mashabiki zake wameshakubali kwamba amefariki dunia. Baada ya kifo chake albamu yake ya Legends Never Die iliweza kutoka mwaka elfu mbili na ishirini na ikafanya vizuri sana sana sana, na baadaye Fighting Demons iliweza kutoka mwaka elfu mbili na ishirini na moja albamu ambayo nayo pia ilifanya vizuri sana, na baadaye aliweza kuachia albamu nyingine ambayo ilifahamika kama Party Never End, hii na na 4, ambayo aliachia mwaka elfu mbili na ishirini na nne ambayo albamu hiyo na iliweza kufanya vizuri sana sana sana na kuendelea kuingiza kipato kikubwa sana. Kwayo, wa kwa hiyo kitendo hichi kiliwafanya watu waamini kwamba bado yupo kwa sababu haiwezekani akaweza kuachia albamu hizo tatu ambazo zote zimeweza kufanya vizuri na zimeonekana kama zinaenda na wakati. Wanahisi kwamba huenda yuko mafichoni anaendelea kufanya mambo yake. Lakini ukweli unabaki pale pale ni kwamba msanii huyu alifariki dunia. Mama yake alianzisha shirika la kuweza kuwasaidia vijana ambao wanateswa na athari za madali dawa ya kulevya, na kusema kwamba hii ndio ilikuwa ndoto ya mtoto wake toka zamani, ndoto ya kuwasaidia vijana ambao walikuwa wanateseka kwa madawa ya kulevya kama ambavyo alikuwa wanateseka yeye. Kwa hiyo ujumbe wake umeendelea kuishi kupitia shirika ile ambalo mama yake amelianzisha. ya swali linabaki mpaka hivi sasa, najua kuna conspiracy nyingi sana ambazo umeshawahi kuzisikia kuhusiana na Juice. la wewe pia unaamini nini kuhusiana na kifo cha mimi? ni Joseph kuent na kushare kwenye mitandao mingi gine ya kijamii.